Ndugu watazamaji wa SQF TV, mimi naitwa Dr. Mohamed Ali Musa, ni daktari bingwa wa magonjwa dharura kutoka Zanzibar. Nafanya kazi hospitali ya mkoa wa Lumumba inayoitwa Lumumba Regional Referral Hospital. Mbele yenu hapa ni baadhi ya wa washiriki kutoka Zanzibar. Tumetoka katika maeneo ya magonjwa dharura na maeneo ya wagonjwa ya mahututi kwa maana ya ICU. Kwa hiyo sisi ni washiriki wa warsha hii hapa ya nne ya Arusha Emergency Medicine tumekuja uh, kujifunza kujifunza na kupata updated guidelines za maradhi ya dharura ambayo tunayo katika mazingira yetu ya kila siku. Nitawatambulisha japo wawili watatu uh, baadhi yetu watawakilisha ili kuzungumza nini wameweza kupata katika siku mbili tatu za warsha na kongamano ya Emergency Medicine. Hapa Arusha mbele yetu hapa tunaye Musa Hassan Musa, naye atajitambulisha anatoka wapi na ataeleza nini amejifunza katika siku hizi mbili tatu alizokuwa hapa Arusha. Karibu Musa. Kwa jina anaitwa Musa Hassan Musa, ni muuguzi katika hospitali ya Chumbuni. Nashukuru nimefika Arusha, nimepata kujifunza mambo mingi kuhusiana na emergency. Mambo ambayo nimepata kujifunza nitapeleka katika hospitali yangu ili wenzangu wapate kujifunza pia. Nashukuru nimepata kujua mazingira ya Arusha kutokana, ni mara yangu ya kwanza kuja Arusha. Asante, asante sana. Mwingine atazungumza anaitwa Dr Fatma, atajieleza wapi anatoka na nini amepata katika kipindi hichi tuko hapa Arusha. Karibu Dr Fatma. Asante, naitwa Dr Fatma Mohamed natokea Abdalla Mzee Hospital Pemba, nipo katika kitengo cha dharura. Mafunzo tumepokea mafunzo ya dharura hapa, lakini kwa maoni yangu mimi nimeona kwamba mafunzo haya yanahitajika kuyajua kwa kila daktari aliyopo katika hospitali, hasa kwa mazingira yetu ya Zanzibar, yani kuna uhaba wa wafanyakazi. Kwa hiyo kama mimi nipo tayari kuwafunza wenzangu lakini ni muhimu kwa hospitali nzima, madaktari wote wayajue haya mafunzo, ili ikitokea dharura, kila mmoja wetu awe na uwezo wa kuyatoa haya mafunzo kwa. Tunashukuru kwa kuyapata haya mafunzo na tutaenda kuyapeleka kwa wenzetu na tutafanyia kazi inshallah. Asante sana, Dkt Fatma. Na mwingine tunaye hapa Muhamed, naye atajieleza anatoka wapi na amefaidika nini katika siku tatu za hapa kongamano la Arusha. Kwa jina anaitwa uh, Muhammad no Muhammad ni muuguzi, na mimi ni moja ya washiriki uh, kutoka Zanzibar katika, uh, katika hospitali ya Kivunge district hospital na nifanya kazi mmoja wa kitengo cha emergency ndani ya hospitali ya Kivunge. Nipata fursa ya kuja Arusha ya kusoma masuala ya medicine emergency, kwayo tunashukuru tumejifunza mingi kikubwa na tunazingatia mengi kwa sisi, takuwa ni wakilishi kile ambacho unajifunza kwa upande wenzetu huko Zanzibar, na tutaomba pia serikali yetu katika nini fungue vile vitengo tofauti vya tupate training kwa wingi, ili kuongeza elimu ujuzi na taaluma juu husiana na masuala ya emergency, ili kuweza kukabiliana na ma, na, na situation zote ambazo tunakumbana nazo katika masuala ya emergency. Asante. Uh, nashukuru sana, naomba na mshiriki japo mmoja mwingine wa mwisho ili aweze kuzungumza uh, nini amefaidika hapa Arusha katika kongamano la nne la Emergency Medicine. Karibu daktari, ambayo jitambulishe, unatoka wapi na umefaidika nini hapa? Kwa majina anaitwa Dr. Amina Othman Juma. Natokea hospitali ya wilaya Vitongoji, Pemba, Vitongoji District Hospital. Nashukuru, tumepata mafunzo ya uokoaji wa, wa dharura. Nitachukua mafunzo haya ya kupeleka hospitali yangu I ili kila mmoja aweze kuhudumia mgonjwa tuweze, tuweze ku kuokoa kwa timu. Nashukuru. Asante. Asante sana ndugu watazamaji wa SQF TV, mbele yetu ni wadaktari bingwa wengine ambao walikuwa wanaendelea na kongamano, tumewapata ili kuweza kushiriki nasi hapa katika kueleza yale ambayo umefaidika wakiwa hapa. Daktari uh, niko naye hapa, atajitambulisha yeye ni nani, anatokea wapi na ataeleza amejifunzaje uwepo uh, wake hapa Arusha. Karibu daktari. Asante daktari Mohamed. Kwa majina mimi naitwa Zainab Bwana Khair Hassan, ni daktari bingwa wa magonjwa ya dharura na maututi, pia ni mkuu wa idara wa kitengo cha dharura katika hospitali ya mkoa ya mjini Magharib, Dumumba, Zanzibar. Ujio wangu hapa kwanza, nimekuja kushirikiana na wenzangu madaktari bingwa wengine na walikuwa sawa daktari bingwa ili kubadilishana elimu, na nimeweza kujifunza vingine, na pia kufunza wenzangu wengine, na nimefarijika sana kwa serikali yetu ya mapinduzi ya Zanzibar imeweza ikatupa ufadhili sisi Uh, wafanyakazi wake kumi ili kuja kuhudhuria ili tuweze kujifunza na ili kuweza kuendeleza elimu tutakayopata hapa kuirejesha kwetu nyumbani Zanzibar, ambapo uh, huduma ya dharura ni huduma mpya kwetu, na serikali yetu imejitahidi kwa kujenga uh, idara mpya za huduma ya dharura na mahututi, ambazo sisi kama representative tulikoko hapa tumekuja kujifunza ili tukirudi nyumbani tuweze kuendeleza hiyo elimu tuliyoipata hapa. Asante, asante sana ndugu mtazamaji wa SQF TV, naomba pia kumkaribisha daktari mwingine naye atazungumza machache kuhusu kongamano ya nne ya Arusha ya Emergency Medicine. Karibu daktari. Asante, kwa majina yanaitwa Aisha Musa Abud, ni daktari bingwa wa magonjwa ya dharura natokea hospitali ya Mnazi Mmoja. Mimi pamoja na wenzangu na madaktari wengine pamoja na wauguzi tunawashukuru sana, kwanza serikali yetu ya Mapinduzi ya Zanzibar kwa kupitia Wizara ya Afya kwa ajili ya kutupa ufadhili kuweza kuja kushiriki kuongeza zaidi ufanisi kwa wauguzi wetu pamoja na madaktari. Sisi lengo letu la kuja hapa sio tu kusoma, lakini zaidi ilikuwa ni kwa ajili ya wenzetu waweze kupata elimu zaidi, kujifundisha mambo mengine ambayo yanaweza kusaidia katika kuboresha huduma ya dharura. Natumai kwamba ujio wetu huu utawasaidia wao kwenda kuwafundisha wenzao pamoja na sisi tukiendelea kuongozana hata baadaye tunaweza tukaja kufanya makongamano kama haya katika sehemu zetu kuimarisha zaidi huduma za dharura Zanzibar. Kwa hiyo asante sana, shukran sana Dkt. Aisha kwa maelezo yako mazuri sana. Na kwa kuhitimisha napenda kuongezea yale ambayo umezungumza wenzangu hapa. Tunapenda sana kushukuru uh, serikali yetu ya, ya mapinduzi ya Zanzibar chini ya wizara ya afya kwa kutuwezesha sisi uh, wakilishi kadhaa kumi ambao tumetoka katika maeneo yetu mbalimbali mbali ya kazi kuweza kushiriki katika kongamano hili la kimataifa la nne la emergency medicine hapa jiji la Arusha. Na jingine la kumalizia ni kwamba tunapenda uh, kongamano kama hizi ziweze kufanyika pale nyumbani Zanzibar, ili kuongezea uwezo zaidi a wa wafanyakazi wetu pale nyumbani katika maeneo yetu ya kazi, na namshukuru sana uh, mkurugenzi mkugge, mkuu wa SQF kwa kulifanikisha kongamano hili ambalo kwa kweli limeonyesha tija kubwa sana. Na sisi Zanzibar tunasema Zanzibar hakuna matata. Karibu sana.